Uh, sare ya kwanza leo, baada ya ushindi wa kwanza, sare imekuja ya kwanza, ya, ya kwanza leo, labda nini kimekwamisha Guantanama kwa Bey kuendelea na rekodi yake ya ushindi? ah, kwanza uh, a dogo chini niweze kupumua mm. Jambo la kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu uh, mechi imemalizika salama. Jambo la pili tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumepata alama moja muhimu sana alama moja muhimu sana tumepata katika uwanja wa nyumbani siku ya leo. Ukiangalia kundi lilivyo na aina ya mechi ilivyokuwa uzito ambao yuko nao Ali, ukipata pointi moja maana yake umepata pointi ya muhimu, pointi ya thamani. Kauli yangu ya mwisho ambayo niliwaambia niwaambia, atakayebahatika kumfunga Ali kwenye hili kundi letu, aidha kwake au kwao, huyo mtu ana chansi ya kwenda kota final kwa asilimia sabini. Leo mmeshuhudia ilivyokuwa ngumu kupata pointi tatu mbele ya Al Ahly, tumechukua pointi moja. Hesabu ziko wazi, imebakia kwetu katika michezo miwili iliyokuwa mbele kwenda kupambana kupata matokeo ya kutupeleka hatua robo fainali. Kila mwana Yanga aliyekuja leo hapa ameridhika na tunaamini tunazo dakika 180 dakika tisini za kwanza zitapigwa Rabat kule Moroko tunakwenda kucheza na FAR wakiwa hawana mashabiki. Ni gemu ya maamuzi, tunakwenda kuicheza pale inshaallah tarehe saba. Baada ya hapo, tuna mechi ya mwisho nyumbani dhidi ya JS Kabylie kwao. Niwaambie mashabiki na chama na uh, wapenzi wa klabu yetu Young Africans, leo tumepata pointi muhimu. Ni jukumu la player sasa kujiinua na kwenda kupambana, kupambana kwa jasho lote kwenye mechi mbili za mwisho, tuweze kufuzu kwenye robo finali unapocheza uh, una nyumbani, wazo la kwanza ni kupata pointi tatu. Unapocheza nyumbani dhidi ya Al Ahly ukipata pointi moja unasema alhamdulillah. Ndio kuna kucheza nyumbani, unacheza na mtu yoyote tu kawaida ya kawaida, lakini unapocheza nyumbani afu unacheza na Al Ahly una aim pointi tatu, lakini ukipata moja unatakiwa ushukuru. Ni watu ambao wapo, ni daraja kubwa, wana wachezaji wenye quality kubwa wanaweza kucheza game katika mazingira yenye mkaona ya kawaida, lakini wachezaji wao wakubwa wanaweza kuwasaidia kuhukumu baadhi ya matukio. Kwa hiyo tunapongeza na players wetu na ninaamini hakuna aliyeondoka leo kichwa chini. Yes, inaumiza kuto kutumia home ground advantage, lakini mpinzani akiwa ali unapata point moja, unaondoka ukiwa kichwa juu, ukiamini safari ya kwenda kupambana mbele bado ipo hali. Uh, uh, Yanga imefunga usajili na imemtambulisha mchezaji wa mwisho. Uh, tumtarajie kwenye mechi ijayo? Yes, kwa mujibu wa taratibu na kanuni ana qualify kucheza mchezo unaofuatia. Kwa hiyo itabakia kwa mwalimu kuangalia logistics zake, training zake kama anaweza kutumika kwenye mechi dhidi ya FAR Rabat. Lakini kikanuni taratibu ana qualify kabisa kucheza mchezo huu. Jamaro uh, kabla ya mchezo wa leo kuna baadhi ya maneno na kila tauli yaona. Baadhi ya maneno Farhani ajui mpira bana. <laughs> Farhani sometimes sio inakuaje, naye kitu kingine. Kuna yeah. Hey. wakati zaita za, za huyu Eh. Hey. Yeah. Hey, yeah, Amna, Damara hawezi kumjibu Farhan, mtu mdogo sana mno kwenye mpira. Yaani Damara ingia kucheza na Ali amjibu Farhan ni mtu mdogo mno. Hii ni kiwango chake cha kawaida, na lazima tufahamu e, Damara ameingia dirisha hili dogo, ana session chache uwanja wa mazoezi na wenzake. Kwa hivyo anapocheza bado anaendelea kujitafuta kuingia kwenye chemistry nzima ya timu kwao, tunampongeza na tunaamini ana nafasi ya kuimprove zaidi, kuendelea kulimarisha eneo la kiungo la ulinzi. Waarabu si mm, uh, mm, uh, oh, unajua wanapigishana, unajua, shoti oh, au sisi tunawaelewa <laughs> lakini, muhimu sisi focus yetu ni mechi ya Morocco, ni mechi ya maamuzi. Mechi ya Morocco, kila tokeo lina, lina, lina, lina hatima yake. Ukipata sare ina hatima yake, ukipoteza kwa idadi kubwa ya magoli ina hatima yake Ukishinda ina hatima yake. Kwao mechi ya FAR Rabat ina kila result, mechi inamalizika yaani, yani pia, mechi imeisha, unachokipata kina hatima ya kundi lako. Kifungwa goli zaidi ya mbili tatu, tayari kuna hatima nyingine kwenye kundi lako. Ukifungwa goli moja, kuna hatima nyingine. Ukipata sare, kuna hatima nyingine. Ukishinda kuna hatima nyingine. Kwao ni mechi muhimu kweli kweli. Mtazamia nini sasa katika sisi tuna mechi mbili na hiyo mechi tunakwenda kupambana kupata matokeo mazuri tukishinda alhamdulillah, tukipata sare alhamdulillah, tutakuwa na mechi ya mwisho nyumbani, lakini mechi ya Farabat ndio mm, kama fainali kwetu pale Moroko, lakini wana mechi wao kwa wao. Sasa kwenye kundi letu, ukianza mambo ya dua unachelewa, unatakiwa yeah, upige hesabu zako. Wao watajua wenyewe, yani wao, leo watu wakifungana vipi, bado mechi yetu itakuwa muhimu ya Farabat no ali switch sio kuja kudefendi, alicheza na back 3 akamleta Pacome kucheza na dube katikati. Kwao ni 352 ambao ni offensive pia system wakati mwingine, kwa hiyo imeshindikana kwenye hesabu hizo, tumepata alama moja. Hao FAR Rabat wana mechi ya mwisho na ali, watakuwa Misri, lakini wao wanaweza wakaenda Misri wakiwa wamesha qualify, kama watafunga siguli nyingi kwenye uwanja wao nyumbani. Kwa hiyo, akawaambia mechi ya Moroko ni mechi ya kimahesabu very tricky. Lazima tuende kwa akili kubwa, kwa tahadhari kubwa ili tuweze kuwa na uhai kwenye mechi ya mwisho, ha, e, kama taifa leo, mwisho yana, kwa nyumbani. Maswali yameisha wewe <laughs> hamna, nimtakia heri mimi, niache bwana <laughs>